Ya msalaba huu chombo cha wokovu, msalaba ambao ndio altare ya kwanza ambao juu yake Bwana wetu Yesu Kristo alitoa nafsi yake nzima kwa ajili ya sisi, ili tupone. Sasa rudi nyuma kidogo, kwa kweli uh, masimulizi yenyewe yanaanza toka pale Eden, wenzetu, wazee wetu wale wa kwanza, Adam na Eva walipoumbwa, waliumbwa wakawekwa katika bustani inayoitwa Eden na katika bustani ile, Mungu akawaambia, angalieni vitu vyote vya kwenu, isipokuwa angalieni mti huu we upo katikati, matunda yake yale msiyale. Shida ilianza hapo alipokuja shetani, akawauliza eti Mungu ndio amesema hivi? Kwa hiyo unaweza kufikiri ukaimagine kwamba alimwambia hivi, ninyi mtakuwa kama Mungu akina Eva, wakaona maana yake sisi tukiwa kama Mungu tunaweza tukaumba hata akina Adam na Eva wengine, si wakajaa kiburi, wakamsikiliza shetani, wakatenda dhambi. Na kuna ule utani ule, masimulizi ya utani yale ambaye, lakini yanaleta ujumbe fulani, kwamba Eva alikula ile tunda, aliporudi mume wake akampatia Adam, naye kafanya nini? Akala. Alipokula Adam Wajua wanaume bora wajanja sana. Hada mwaliku kula, kwamba Mungu alikataza likataza. Kwa hiyo ya kumeza. Kwa hiyo <laughs> Na hapa kabile kwa Mtaliana kalitwa pomo Adamu. Kwa Kiingereza, ki, ki inaitwa Adam's Apple. Yaani tula wa Adamu. Katika maana gani, utani, lakini ni ukweli. Adam hawezi kujitetea kwamba mba hakula. Tema hiyo ndiyo mwene ushaidi wote ushahidi wana sisi kujitetea kwamba sisi maana halionekani, sio bwana? Lakini nyinyi wabanga, tusijitetee. Lakini pamoja ya yote, wote walikula kula, na walipokula, toka pale, dhambi ikaingia, kifo kikaingia, tukajenga uadui kati ya sisi na Mwenyezi Mungu. Na Wayahudi walikuwa waya wanajaribu waya waya waya kueleza katika lugha yao Wayahudi walisema kwa ukubwa wa dhambi ile, maana yake ni kama ile dhambi iliingia ikawa ili inatiririka ndani ya damu ya mwanadamu, hivyo imechanganyikana na damu, ili kutoa ile dhambi waliyoitenda wazee wetu, maana yake ulitakiwa moja, ujichinje, imwagike damu ndo itoke na dhambi, kadiri ya kitabu cha Mwanzo sura ya tisa aya ya nne, kwamba katika damu kuna uhai. Kwa hiyo hakuna aliyejitolea kwamba huo uhai utoke, na hivi dhambi iliingia, mauti iliingia, wakapoteza neema ya utakaso ambayo kimsingi ilikuwa ni kama vazi la heshima, ndio iliowaunganisha wao na Mungu. Wakaipoteza, wakafukuzwa paradizini. Alafu wakawaambia wanaume, nyie wanaume, hai, utapata chakula kwa jasho na nyie wa mama mnajua adhabu mliyoipata. Au sio kwa? Si lazima tuiseme. Lakini ilitokea siku ile. Sasa, baada ya pale, mwanadamu alikuwa naangaika kutaka kurudisha ule uhusiano, hawezi. Na kwa vile damu dhambi iko ndani ya damu, walifikiri wakijichinja watakufa. Ili itoke ile nani? Damu itoke na dhambi. Kwa hiyo walichofanya wakawa wanatolea hekaluni huko e, e, ng'ombe, kondoo, mbuzi, si? kila siku hekaluni, kila siku hekaluni. Ndio Mungu kwa nafsi ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa utabiri wa Hosea, Hosea sura ya sita aya ya sita anasema, tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako, dhabihu na matoleo sikutendezwa naye. Na ni kweli, huu utabiri baadaye umekuja kutimia kwa sababu Mungu alikwisha ahidi, soma kitabu cha Mwanzo sura ya tatu aya ya 15 kwamba angemsaidia mwanadamu, na kwamba wakati ulipotimia kweli, kupitia mwanamke ambaye ndiyo ndugu yetu binadamu wenzetu, Mama Maria akamzaa mwana wa Galatia 4:4. Sasa kabla Maria hajazaliwa, Mwenyezi Mungu alimkinga na ile dhambi ambaye sisi wote tunairithi, tunaita dhambi ya asili. Akamkingia ile dhambi ya asili, alipomkingia Maria akazaliwa kama ambavyo Adamu na Eva walivyokuwa kabla hawajatenda dhambi. Kwa hiyo akazaliwa, yuko safi, mwenye damu safi, katika damu yake hakuna dhambi yoyote, hakuna doa lolote. Basi alipozaliwa ndipo sasa ukisoma wa filipi sura ya pili aya ya sita mpaka ya kumi na moja yesu kristo ingawa alikuwa mungu hakuona kule kuwa sawa na mungu ni kitu cha kungang'ania kwa nguvu kwa hiyo akaamua kushuka akachukua binadamu akajifanya kama sisi ingawa akufanya hakutenda dhambi na hivi baada ya pale sasa bwana wetu yesu kristo akaja akazaliwa kwa mama huyu maria mwenye damu safi na wa mwili wake ukawa safi na kwa vile yeye ni Mungu jumlisha na kutoka kwa Maria aliye safi, ndio leo tunasema kwenye malaika wa Bwana, neno wa Mungu akatwaa mwili akakaa kwetu, maanake alitwaa kutoka kwa mwanadamu mwenzetu Maria. Sasa baada ya vile Yesu ana mwili safi, ana damu safi, na kwa vile yeye ni Mungu akatufundisha namane na maneno yake ya kwanza ilikuwa Tubuni na kuiamini Injili. Naweza katueleza uzuri wa Mungu, uzuri wa mbinguni, uzuri wa kumpenda Mungu, uzuri wa kumpenda wanadamu wenzetu. Na kwamba tufanye nini sisi wanadamu? Baada ya kuhitimisha ujumbe wake aliyotumwa na Baba kuja kuueleza wakamsulubisha msalabani. Sasa akiwa pale msalabani Yesu Kristo kwa hiari yake kabisa alitaka kufa kwa ajili yetu. Ndiyo maana alipotundikwa pale msalabani, walipompigilia namna hii, alibaki vile vile, mbavu hizi zikabana moyo wake, baada ya muda si mwingi akakata roho. Ndiyo maana walipokuja wale askari wakakuta Yesu amekwisha kukata roho, lakini wale wengine bado wazima. Kilitokea nini? Mmoja aliruhusiwa, ukiwa msalabani kupiga jaramba Yaani eh una umepigiliwa mikononi na miguuni eh una unaweza kufanya namna hii. Ukifanya namna hii, ukifanya namna hii mbavu zinapanuka, unafanya naye zinapanuka mbavu, unapumua, una unapumua. Ndio maana waliwakuta wale, wale wawili bado hawajafa. Na baada ya vile askari wakawavunja miguu. Walipovunja miguu, wale wajamaa jamaa kupiga jaramba ikawa ni ngumu e, kwa sababu eh panauma. Kwa hiyo na wenyewe baada ya muda wakafa. Lakini askari akamchoma ubavuni pale Bwana eh, wetu Yesu Kristo kwa mkuki, ikatoka damu na maji, chemchemi ya sakramenti. Ilipotoka damu na maji, ile damu kwa vile ni safi inayompendeza Mungu, ambayo sisi libidi li, itoke li, damu yetu sasa, kwa vile tumesema damu yetu ilikuwa ni chafu imechanganyikana ile dhambi, damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ikampendeza Mungu na ilipompendeza Mungu, Mungu akalifuta lile kosa. Imeandikwa Waebrania sura ya tisa aya ya 22. Kwamba pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. na hili kisomo sasa, Wakolosai sura ya pili aya eh, ya 14 pale imeandikwa kwamba mwenyezi Mungu baada ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo msalabani na kumwaga damu yake aliigongomea ile dhambi, eh, msalabani lile shtaka ambalo kwalo sisi tulishtakiwa aliligongomea msalabani. Kwa hiyo Yesu pale msalabani ndiyo ikawa altare yake ya kwanza. Na altare maanageni, katika katekisimu ya jimbo la Iringa watu nasema, misa ndiyo nini? Najibu linakuwa misa ndiyo sadaka ya kweli ya agano jipya ambapo Mwenyezi Mungu Bwana wetu Yesu Kristo kwa mikono ya padre amtolea Mungu Baba sadaka iliyo bora siku zote, kama Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alipojitoa msalabani. Na hivi nahivili ikawa altari ya kwanza chombo hicho, na ni chombo hicho tu, msalaba huo tu ulioandikwa INRI, kwa sababu Yesus Nazarenus Eh, Rex Judeani. Ni yule tu kwa sababu msalaba ya wale wawili haikuwa na anwani. Na hivi wewe nyumbani kama una msalaba kwa kweli us, usio na anwani ile, inawezekana ni mmoja kati ya wale wezi wawili wale. Sio wa Yesu. Msalaba wa Yesu una nini? Una anwani. Kama unao nyumbani kaandike neno ini ili uwe msalaba wa Yesu. Hiki cha kwanza. Cha pili Usimnunue tu msalaba na kuweka. Ukinunua tu kinakuwa kijiti tu cha kawaida tu. Nunua msalaba huo, ubarikiwe, kinakuwa kisakramenti, na kikiwa kisakramenti, unajua kazi yali sakramenti. Hatuhitaji kueleza, lakini la pili, shetani anauogopa ms msalaba uliyobarikiwa, kwa sababu kwa hiki chombo hiki ndio kilichomfanya shetani aibike, ashindwe. Na hivi mmoja katika nyumba, usikose kuwa na msalaba, msalaba uliobarikiwa, msalaba wewe ni alama ile, usiyo na alama ile sio wa Yesu. Mwisho ndugu zangu, hii ziara ya msalaba si ziara ya msalaba, tunapata nafasi ya kutafakari juu ya hija yetu, safari yetu ya kuelekea kwa Baba kwenda kwa baba. Hayupo ambaye ataishi hapa duniani milele, wote siku moja tutakwenda kwa baba msalaba. Eh, bwana wetu Yesu Kristo aliyetundikwa hapo juu, huwa tunasema siku ya Ijumaa kuu, hu, huu ndiyo mti wa msalaba ambao juu yake uokovu wa dunia umetundikwa. Njoni, njoni, njoni uabudtuna uabudu ule uokovu. Na hivi sisi siku hizi tunamdokoa Yesu Kristo kwa jicho la imani, tunamtazama kwa jicho la imani kwamba yuko juu ya msalaba pale kama uokovu, si hatuangalii mti kama mti. Ndio maana huu msalaba wa hija una hadhi na heshima ile ile kama msalaba wa Ijumaa kuu, na katika maana hiyo ndio Tukifika hapa na magoti mbele ya msalaba tusali, tutafakari.